Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ndugu zangu katika Kristo, leo ni siku ya Ijumaa ndani ya juma la pili katika kipindi cha Kwarezima mwaka si wa kanisa. Na katika siku ya leo, meza ya neno la Mungu tunaongozwa na injili ya Matayo sura 21, aya 33 hadi 43, na ile aya ya 45 hadi 46. Yesu aliwaambia wakuu wa makuhani na wazee wa watu Sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, naye alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima, wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake huyu wakampiga, na huyu wakamuua, na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda vile vile. Mwishowe akamtuma mwanawe kwao, akasema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya natumuue, tuutwae urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mzabibu wakamuua. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu atawatendaje wale wakulima? Wakamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko Jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kula pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo waliposikia mifano yake walitambua ya kuwa anawanenea wanenea wao nao walipotafuta kumkamata waliogopa makutano, kwa maana wao walimwona kuwa nabii. Ndugu zangu katika Kristo, katika somo la injili tulilosikia, Yesu anatumia mfano kutoa onyo kwa wale wanaokataa kumtii Mungu na kumkatalia Yesu Kristo, kukataa ujumbe wake. Pia tunaona kuwa Mungu anaweza kufanya kazi yake kwa njia zisizotarajiwa kama vile kuwapa mataifa mengine baraka zake. Mfano huu unasisitiza umuhimu wa kuzaa matunda ya imani na kumtii Mungu kwa dhati. Mababa wa kanisa kama mtakatifu Agustino na Yohane Chrysostom wanaeleza kwamba mwenye shamba katika mfano huu ni Mungu mwenyewe ambaye ni mmiliki wa kila kitu. Shamba la mzabibu ni picha ya watu wa Mungu ambayo awali ilikuwa Israeli na baadaye inakuwa kanisa. Mungu alipanda alilipanda kwa uangalifu na kuwapa Israeli sheria, manabii na mafundisho yake. Mtakatifu Yeronimo anasema Yesu ni mwana wa mwenye shamba. wakulima ni viongozi wa kidini wa Israeli waliopotesha mafundisho ya Torati, ndo maana tumesikia waliwaua manabii na kadhalika. Na watumishi waliotumwa na Mungu ni wale manabii wa agano la kale, kadiri ya Mtakatifu Eusebius wa Chezarea anavyoeleza. Ndugu zangu katika Kristo, sisi ndilo hilo shamba la mzabibu na Yesu tumeshaambiwa ndiyo mwana wa mwenye shamba na watumishi tukaambiwa ni wale manabii. Katika maisha yetu tunaongozwa daima na viongozi wa kanisa, watumishi wa Mungu waliopakwa mafuta. La msingi tunalopaswa kutafakari, tukiongozwa na maandiko haya matakatifu ni je, wewe katika kanisa, katika hili shamba la mzabibu, unachukua wajibu upi katika kulilinda na kulisimamia? Je, Umeungana na wale walioua mtoto au mwana wa mwenye shamba au umeungana pia na wale walioua watumishi wale waliotumwa na mwenye shamba? Tunawauaje maneno na matendo yetu? Tujitafakari zaidi, tumwombe Kristo azidi kutuhurumia katika kipindi hiki cha Kwaresima, tukifanya majuto ya kweli. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.